Kichwa changu kina pande kuu tatu, ukinifunua kulia na Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad, kushoto mimi na Biblia na historia. Dunia ndio ipo katikati. Niamshe saa nane ya usiku, swali lolote la wasiokuwa Waislamu kwenye Qur'ani najibu. Kwa vyovyote vile unavyokuja ndio ninavyokupokea wewe. Ukiletea swali katika Qur'ani, mimi nafungua kulia nitakwambia ina juzuu thelathini ina sura mia moja na kumi na nne ina aya elfu sita mia mbili thelathini na sita ina maneno elfu sabini na sita mia nne arobaini ina herufi laki tatu ishirini na mbili elfu mia tatu na sabini na tatu. Qurani imetoka kulia ina maliziki ya kushoto. Mungu akawekea password namba interlocking system based on namba 19. Ukitaka kufungua Qurani fungua na namba 19. Ukika kushoto Sabato ni dhehebu ambalo limeanzishwa na mwanamke mmoja anaitwa Ellen Gabriel White mnamo mwaka 1845 siku ya Jumamosi saa saba ya mchana katika jiji la Michigani katika nchi ya Marekani. Dunia ndio ipo kati yanga, umwachie mzizi ende zakenja kale maisha. Bwana sipendi mpira haramu, lakini najua hivyo mpira haramu bwana wewe kwanza mnavaa spoti, pesa, kamari. Cha pili, mipaja inakuwa wazi. Cha tatu, muda wa swala unapita. Cha nne, uongo. Ushamwona pakome anavyochukua na mpira, natisha anaenda huku, anaenda huku, basi washabiki wa simba wataondoka. Cha nne, lina mpira hadaa tu, hazina maana yoyote.